Nimekuja kuwatieni moyo, falsafa ya kujiona wewe unaweza. Nikiwa nazungumza na walimu wangu pale ofisini, nimejaribu kutumia kitabu cha mtu mmoja tu, anaitwa Ryan Holiday yeye, yeah, ameandika kitabu chake kinaitwa Ego is the enemy, Ego is the enemy. Maana yake nini? Mpo hapa mnasoma lakini kila unaposoma unaweka akilini kwamba hakuna ajira, hakuna ajira. Na ukienda hapo nje ukakutana na wanafunzi wachache wanne, watano au kumi ambao wana ajira, na wewe unabeba lile lile kwamba hakuna ajira. Ukienda huko mtaani ukakutana na mzazi anasema, mwanangu hakuna ajira, na wewe unabeba hakuna ajira, halafu mwisho unatengeneza ukweli wako kwamba ili niajiriwe nahitaji niwe namfahamu Chalamila ambaye ni mkuu wa mkoa, kwamba yeye nitamwambia bwana nisaidie nisaidie, ukiamini kwamba ili uajiriwe unahitaji refa wa kukwambia nisaidie. Lakini ukweli, ndugu zangu wanafunzi, dunia haiko hivyo. Labda nieleze kidogo sisi, nimesema watu wakituona tu huwa wanaanza tu kutuchukia wengine sema hawa anaongea nini? Anaongea kwa kuwa ameshiba huyu, anaongea ana mshahara. Ndugu zangu, mimi mkuu wa mkoa leo, nilikuwa nasoma shule ya sekondari, form 1 mpaka form 4 day, naendesha baisikeli kilomita ishirini kwenda darasani, kilomita ishirini kurudi, na shule yetu ilikuwa ina day na boarding wanafunzi wa boarding walikuwa wanajiona wana akili kuliko sisi wa day, na wanafunzi wa boarding walikuwa wanajiona wao familia zao ni bora kuliko sisi wa day. Kile kitu mimi kilikuwa kinaniuma sana. Nilipofika mwaka wa tatu, yani form 1 form 2 form 3 kila mwanafunzi wa boarding alikuwa anakuja kwangu nimwelekeze masomo, ambako mimi nilipenda sana masomo ya arts. Wengine walipenda sana kusoma sayansi wakawa nakuja kwangu mimi ili niwapige shule, ndipo nikaanza kujiona kwamba kumbe naweza. Nikitaka kuikumbuka historia ile, sioni kitu cha ajabu kwa leo, kwamba leo hii mtu aje niambie Chalamila ameshiba, amesahau alikotoka. Hayo ni maneno ya wachache ambao huwa wameshindwa kuwa na mawazo ya dialogi katika taifa Tumetoka dei, tumekwenda tena boarding, tumechaguliwa boarding, tumekwenda boarding, tumekuja chuo kikuu. Ndugu zangu, wadogo zangu na wanangu wengine hapa, sisi mwaka tunaoingia chuo kikuu, nafikiri kina Msando atakuwa ni mashahidi wenzangu, waliingia mapema kidogo. Sijachukulia umri wa Dr Mgaya wala sijaenda kwa umri wa Prof Mbamba. Sisi tu tunapokwenda chuo kikuu, mtu aliyepata 1.9 alikuwa anakwenda kusoma diploma Aliyepata division wani ya point nine ana CCC anakwenda diploma. Kwa nini? Kwa sababu vyuo havikuwa vingi na bodi ya mikopo, hawa watakumbuka, vyuo vyote vilivyokuwa sio vya serikali vilikuwa vinadahili wanafunzi wanaojilipia na sio kulipiwa na bodi ya mikopo. Kwa hiyo vyuo vya private vilikuwa vinatafsiri kwamba wanaosoma wana uwezo, sio waakili uwezo wa fedha wa kujilipia. Mwaka elfu mbili na tano sera ikabadilika, bodi ya mikopo ikaanza kwenda kulipia wenye divisheni one, divisheni two mpaka wanaokwenda kwenye vyuo vya private. Yani, kwa lugha nyepesi, kila mmoja amwangalie mwenzie hapa, amuulize kimoyomoyo, ana divisheni ngapi ya fomu 6? Ingelikuwa ni miaka ile, unaweza kujitimisha, ulikuwa nakwenda chuo kikuu au nakwenda chuo kusoma diploma. Na wakati ule form 1 mpaka form 4 tunalipa ada, na kuingia kwenye mtihani wa kidato cha nne unalipa pesa ya mitihani. Kulikuwa kuna wenzetu wana akili, lakini hana cheti, kwa kuwa hajachukua cheti, anadaiwa ada. Leo mjadala uko mahali fulani, serikali yetu mbovu, serikali haina ajira. Brother and sisters, umetoka form 1 mpaka form 4, serikali nasema ada tutalipa, nyinyi lipeni vitu vingine. Form 5 na 6, ada tutalipa, nyinyi lipeni vitu vingine. Chuo kikuu ikasema, nafahamu unaweza kuwa na uwezo ama huna uwezo, chukua bodi ya mikopo, utalipa huko mbeleni. Sasa utakuja kulipa utakapoingia kwenye mifumo ya ajira au vinginevyo. Sasa hapa mwishoni hapa mwishoni, wote tukiwa tunalalamika, mzazi analalamika. Hivi ni kweli kabisa kwamba serikali haija provide mazingira ya watu kuwa na ajira? Dar es Salaam hapa, walioajiriwa ni wako wangapi? walioajiriwa na serikali, wachache sana lakini kuna viwanda hapa, kila kiwanda ukienda kina watu ambao wamemaliza vyuo vikuu, kina watu ambao hawajamaliza vyuo vikuu. Ukienda humo Kariakoo, kuna watu wamemaliza vyuo vikuu, kuna watu hawajamaliza vyuo vikuu. Lakini nini kimetokea? Udahili huku chini umekuwa mkubwa, vyuo vikuu vimeongezeka, wanafunzi wamekuwa ni wengi, na ndio maana serikali inaendelea vile vile kustruggle kuhakikisha masoko ya ajira yanafunguka. Sasa mimi na wewe tusipopata ajira kwa haraka haraka, tuilaumu tena serikali ambayo ilisema usilipe ada usilipe ada usilipe ada, chukua bodi ya mikopo. Kwaio kwa, kwa lugha nyepesi, maana yake tuseme tutafute kwanza ajira halafu tusomeshe wanafunzi kulingana na kiwango cha ajira. Hoja yangu ya msingi haimaanishi kwamba usilalamike, hapana. Hoja yangu ya msingi inamaanisha unaweza ukajifungia wigo wako kwenye malalamiko hayo, halafu mwisho ukajikuta umeziba kila kitu, kwa sababu una think within the box. Mimi Dkt Magufuli aliniteua nikiwa simfahamu waziri hata mmoja, mawaziri wakipita anaanza kuuliza huyu ni waziri wa nini, na mimi ni mkuu wa mkoa. Na aliniteua kuwa regional commissioner nikiwa sijawahi kuwa hata mkuu wa wilaya baadaye katika utumishi, mnafahamu kwenye utumishi kuna ups and downs. Mimi nikaja nikatolewa kwenye utumishi wa umma, mtu mmoja akaniambia serikali mbaya kabisa hii. Nikamwambia sikiliza, kwanza nataka nibadilishe hii changamoto, nije niwe moja ya matajiri katika taifa hili. Nitafanya kila kazi kwa udi na uvumba wala sitailaumu serikali. Lazima uendelee kuwa mtiifu kwa serikali kwa sababu wakuu wa mikoa tuko ishirini na sita, taifa lina watu milioni sitini na moja. Sasa unapopata bahati ya kuwa mkuu mkoa mkoa wa wilaya siku unatoka hauna sababu yoyote ya kulaumu kwa sababu ulichaguliwa katika wachache katika wengi sana, mkaa wachache sana ukawamkua mkoa mkoa wa wilaya mkurugenzi. Kwayo hoja yangu ya pili nzito kwenu ndugu zangu wanafunzi, kila mmoja aseme mimi naweza, ukijitazama kwamba mimi naweza. Kwenye filosofia hiyo ndiyo mianzo ya mtu kueisti, inaitwa therefore I think am. Mkasome filosofia karibu ishinmoj kwamba wewe unaishi una occupy space, una think. Kwa hiyo mnapotoka hapa, msianze tena kuwa na yale mawazo kwamba mimi siwezi. Hapana, wewe ulipata division 1 wakati mwingine na 4, uongo? Kweli jamani. Lakini mkienda ulaiani, utakutana yule mwenye 4 anakukopesha wewe pesa. Akianza kukopesha wewe pesa Unakaa tena chini unasema, nimegundua elimu haina maana. Kwa nini umegundua? Eti kwa sababu yule wa division 4, nimeona na maisha mazuri sana, mimi kumbe nilikuwa napoteza muda. don't do that.